Ah, kiwasta yetu mesha ni magumu. Hata mimi nikaa kana yaona. Sema nini mdogo wangu? Hmm. Kitu ambacho nakuomba. Usiache shule, sawa? Yaani nakuomba sana wazi, usiache shule. Ai mimi wazo hilo ndio ninalo kabisa, Ya kuacha shule. Sikia nikwambia mdogo wangu, sawa? Hmm. Ah, naomba usimfuate kakaako. Hmm? Anaona kakaako sasa hivi ameshakuwa mvuta bangi. Yaani hadi sasa alikuelekea anaenda kuharibikiwa sana nakumbuka mama aliniacha akasema ninyi niwe karibu sana na nyinyi mm. wawili lakini sasa mdogo wangu sasa namuona hanisikilizi kabisa na ukiangalia maisha hapa ni magumu magumu magumu sana lakini sikia nikwambia mdogo wangu sawa ah, kuhusu elimu yako nitakuwa na wewe bega kwa bega sawa